Lakini anakaa vizuri, wanaondoka sasa. Mwampangama ameiweka kwenye njia, tampata. Yes, imempata aliyemtaka, naonganishwa moja kwa moja no! Imekaa kwenye kamba. Bao moja la viwango vya juu sana anapata Dodoma Jiji Beno Khalfan Ngassa. kama kaka kama ndugu wanakata kata. mdogo wanakaka wanasema kata. Atabao moja la viwango sana mpira ambao aliuweka William Edgar Mpangama na alikuwa amekwisha ona golikipa ametoka nje ya sita. Beno Karfan Ngassa, sura moja kati ya sura mbili ambazo zimetambulishwa leo, alitokea benchi mchezo uliopita. Hii ni sababu kwa nini ameanza leo. Yes, wako mbele wakulima wa zabibu.